Raisi wa Marekani Donald Trump ameshauriwa na washauri wake wa ngazi ya juu asimpigie simu rais wa Urusi Vladimir Putin hadi pale Moscow itakapokubali rasmi kusitisha mapigano yote nchini Ukraine, kwa mujibu wa ripoti ya NBC News iliyochapishwa Alhamisi hii, ikinukuu maafisa wawili wasiotajwa majina. Trump alikuwa amesema awali kuwa anatarajia kuzungumza tena na Putin, huenda hata wiki hii, baada ya mazungumzo yao ya awali tarehe 18 Machi, March. Rais huyo wa Marekani anajitahidi kuwa mpatanishi katika jitihada za kuleta amani kati ya Moscow na Kiev baada ya zaidi ya miaka mitatu ya vita. Akizungumza Jumanne, Trump alisema kuwa viongozi wa pande zote mbili, Putin na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wako tayari kufikia makubaliano ya amani kutokana na juhudi zake binafsi. Kwa upande wake, Putin amesema anaunga mkono usitishaji mapigano wa jumla lakini ana wasiwasi kuhusu masharti na namna ya utekelezaji wake. Ametoa pendekezo kuwa usitishaji huo unaweza kuanza iwapo Marekani itahakikisha kuna uangalizi wa kimataifa kwenye mstari wa mbele wa mapigano na kama Ukraine itasitisha kupeleka wanajeshi wa ziada vitani. Katika mazungumzo yao ya awali na Trump, Putin alikubali kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati, makubaliano ambayo Zelensky pia alitangaza kuyaunga mkono hadharani. Hata hivyo, tangu wakati huo wizara ya ulinzi ya Urusi imekuwa ikiripoti mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa Ukraine yakiwemo dhidi ya miundombinu inayomilikiwa na mashirika ya kimataifa kwenye ardhi ya Urusi. Moscow imesisitiza kuwa bado inaendelea kuheshimu upande wake wa makubaliano. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amethibitisha Ijumaa kuwa hakuna mawasiliano yaliyopangwa kati ya Putin na Trump katika siku chache zijazo, huku akikanusha taarifa za NBC News akisema ni uvumi na uongo wa wazi unaosambazwa na vyombo vya habari. Katika hatua nyingine, mshauri wa Rais Putin kuhusu ushirikiano wa kiuchumi wa kimataifa, Kirill Dimitriev alifanya ziara Marekani wiki hii na akakutana na maafisa wa ikulu ya White House. Baada ya mazungumzo hayo, alisema hatua zao zimepigwa kuelekea kutatua mzozo wa Ukraine, lakini alionya kuwa baadhi ya mataifa mengine yanajaribu kuvuruga juhudi za Trump za kurejesha uhusiano mzuri kati ya Marekani na Urusi, juhudi alizozianza Februari alipompigia simu Putin kwa mara ya kwanza tangu aingie madarakani. Kwa mujibu wa gazeti la Politico, kuna matarajio katika Uingereza na Ujerumani kwamba mazungumzo ya simu ya tatu kati ya Trump na Putin yatafanyika ndani ya siku chache zijazo kufuatia ziara ya Dimitriev. Attention, your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers.